Kwangu imekuwa furaha kubwa sana kufanya kazi na baba Chesco na kwa kweli ana utii wa ajabu. Father Chesco hajawahi kuniambia hiyo sifanye. Na mimi nakuwa na kazi mengi kweli, unampa hii hii hii. Hawezi hajawahi kuniambia Father, sina nafasi, leo hiyo sifanye. Atafanya kazi unazompangia au kazi anazopangiwa na rais wa baraza na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo. Asante sana kwa kweli, hakunipa ugumu wa kufanya kazi na tumefanya kazi vizuri sana sana sana, na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye eh, anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri, na hata kama nilimpa kazi ngumu, na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti, eh, hata kama nilijua ili tumelifanya wote, lakini kama ilibidi mimi nibebe msalaba nilibeba. mm. Kwa mfano mimi saa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu eh, mimi naishi kwa hofu, natafutwa, sijui ni wawe wow, sijui kitu gani, lakini father yeye ana, ana, amani kabisa. Na mtuma, bwana hebu nenda mjini wana, wajua, miniko, bwana unajua mimi niko natafutwa, bwana hebu wewe nenda sije ngatekwa. Pole sana kijana, ndio maana nilifukuzwa hapa, tulihisi wewe ni wale wasiojulikana. Sababu walishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi, aliendelea na kazi e, kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi e. Kwa hivi e, baba padri, nakushukuru sana kunisaidia licha ya magumu niliyokuwa nayo, lakini hukukata tamaa, hukuogopa kufanya kazi zangu hmm. hivi juzi alienda kumzika mama Jenisa, mimi niliruhusiwa kwenda lakini nikashauriwa na watu usiende basi nikaache, nikamwambia father, nenda kasema, yeye atajua mwenyewe, hawezi kuzua. Basi baba Padre, nakushukuru sana.